Kwenye challenge ya leo naomba nikutajie hawa magolikipa hawa mm. Na hawa magolikipa naokutajia nataka unitajie golikipa bora wa muda wote okay, kwenye EPL mm, sawa eh? Sawa. Golikipa wa kwanza mm, David Seaman nyanda wa zamani mtu hatari kabisa, David Seaman amedakia, natajia yeah, wote kwanza au okay. au ukitaja ni mchaguo wako ah, utaniambia, ndo bora muda wote, utaitika kama sio bora muda wote. David Seaman. Pepe Reina <laughs> amna. <laughs> Joe Hart amna kafunga <laughs> sana. David De Gea, De Gea yeah, magoli ya ajabu ajabu yeah, alikuwa anakaribia timu imuangusha uh, eh, Jordan Pickford Ngoja tuende kwenye sehemu ngumu kidogo kutokea hapa mm. Mm. Peter Cech, mm. <laughs> Wa kwanza, muda wote, kumbuka muda wote <laughs> <laughs> <inaudible> Hapana, wawili wa mwisho kati ya hawa utamtajia mmoja. Nani hatari kati ya hawa? hmm. Edwin Van der Sar nakupea, ah! wa mwisho Peter Schmeichel. Sasa kwa yeah, yeah. Mimi eh, kwa ile mimi kuona vizuri kabisa, ulikuwa naelewa mpira kabisa wewe kabisa, ukiwa unauelewa hapo kwenye listi ya vokali kwa mtaji yote, hey. Hapo, ee, kwa kwanza ni kwa Edwin Van der Sar. Kwa kwanza? Edwin Van der Sar. Edwin Van der Sar. Alafu Schmeichel ndo anafuata. Hapana, atafuata Petr Cech, atafuata Petr Cech, kabla hapo mimi nimewashuhudia nikiwa na uwezo mzuri wa kufafanua mpira hmm. Ah.